De, bana mambo vipi? Leo tuko na mtaalamu hapa comedian ambaye ana trend sana kwenye mtandao wa kijamii siku za hivi karibuni. Kama wewe umekuwa ukiwa natumia Instagram, Facebook na TikTok tkk basi utakuwa sio mgeni kwako. Inakuwaje, mzee? Fresh kama ka... kama ka... kawaida. Hebu kwa ambao hawakufahamu, jitambulisho, unaitwa nani? Bwana, mimi naitwa Scotty Big. Sasa hivi wameanza kuniita Scotty Mwando. Mimi napokea tu majina yote jamani. Unadhani Mwando limekuja kwa sababu ya nini? Kwa sababu baada ya challenge nazofanya kumhusu yeye na hivyo watu wana appreciate, ndio maana wameamua kunipa hilo jina wao wenyewe. Kabla hujafika huko, leo umekimbia kilomita ngapi? Ah, leo nimekimbia kilomita tano tu. Umekuwa mshindi wa ngapi? Kwa sababu tumeona jana kwenye post Me... yako umesema hmm kama nilivyowaahidi kama nilivyowaahidi, mimi niwaambia, mimi nimekuja kuchukua tuzo, sijaja kuzurura kwao. Nimekimbia sana, kuna mda mpaka nimedondoka nikaumia kabisa, unaona ah, ah, yani, kwa sababu tuli nichukue tuzo na Mungu ni mwema, nimeichukua. Hongera anyway, sana unafanya kazi nzuri sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini tunajua unaumia. Changamoto gani ambazo unakutana nazo hasa kwenye kazi zako? Changamoto unayokutana nayo ni kudondokea sehemu mbaya na kuumia. Nimeumia sana, eh, nimeumia sana. Ili mradi biashara za watu ziende. Pole sana , mwanangu. Asante sana. By the way, msiojua huyu jamani, classmate wangu. Nimesoma naye huyu kijana msimwone hapa leo ananioji mimi kwa karibu na Mama Rose menisaidia sana kwa sababu ni mtu ambaye anani support lakini pia kazi zake zimenifanya mimi napata kazi nyingi sana, yaani uhusika ambao nimeubeba nimeubeba vizuri na watu wameappreciate sana, kwa hiyo mimi nashukuru. Na hata juzi hapa ameachia kazi yake, nipo kwenye video naye pamoja. Mimi nashukuru sana, kwa sababu ni mtu ambaye ameappreciate. So kila mtu anaweza kaappreciate kama, eh, kuhu, actually, uh, kwa hiyo ni jambo zuri actually. Ni hatuwezi tukakataa kwamba bana da ndo sehemu mama, inapokuja masuala ya entertainment, media zote zipo kule, media zote kubwa ziko kule, lakini hatuwezi tukasahau uasilia, sisi tulipotoka kwa huku, tunakuja tunasalimu, tunafuata entertainment. Kwa hiyo utaamua ukae nyumbani au ufate sehemu ambapo hiyo entertainment yako ilipo, na makazi makuu ya entertainment yako wapi amtegemee um, kuniona kila eneo kwa sababu hata mwanzo sikuanza kama Rose Muhando. Kwa hiyo mimi nitaendelea ku maintain na nitaendelea kufanya kazi na watu wengi sana. Eh, mimi ni mwigizaji mzuri pia, kama watu wata, wata, wataweka mpunga wa kueleweka, nikae ndani ya movie, mimi nitakaa na kaa popote. Ah, wale jamani nitawa support sana na wako nyuma yangu, sema tatizo lao kuja ni elimu, elimu inawabana. Wakimalizana masuala ya elimu, wakaja mtaani, watanikuta mi nawaandalia tu mazingira mimi. Kwa kweli bado sijaingia kwenye hizo process kwa sababu bado nilikuwa nakuwa, umeona, ukiwa unakuwa kwanza unasubiri unakua, ukishakua sasa ukaona bana, mimi hiki kipato changu naweza nikagawana na meneja, tunagawana na mameneja, lakini kwa sasa hivi ni kwa bado nakua ila anapoelekea, na mimi nitakaa kwenye hizo standard na mimi niwe na BASATA kwa sababu wao ndo wanaoniongoza mimi niweze kufika mbali zaidi. Ukiwa chuo tumeona ukiwa unaimba imba sana, lakini pia kuna ngoma ambayo unataka kuitoa ukiwa unaimba. Swala la kuimba kwako lipoje? Ah, swala la kuimba bado liko pale pale. mm -hmm. Na hiyo ngoma inatoka tu soon, ila sasa hivi namalizana kwanza na hivi challenge ambazo ninazo na kazi za watu, baada ya hapo ntarudi tena. Kwa plan yako kubwa saa ni nini, kuwa mchekeshaji kuwa mwigizaji au kuwa mwanamuziki? Yani mimi tu nijulikane kama artist. Maana artist anaweza akafanya chochote. Eh, nitachagua mwenyewe. As long as ni vipaji nilivyopewa na Mungu mimi nitavisimamia. Bwana, shukrani sana kwa time yako. Shukrani sana my classmate. <laughs>